Miaka minne sasa naendelea na hii kazi ya uchambuzi wa kazi za fasihi yani literature in English pamoja na English language kupitia mtandao wa YouTube. mimi naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige ni mwalimu wa literature in English pamoja na English language. nimeanza kufundisha literature in English mwaka elfu mbili na ishirini na moja na pia huo ndo mwaka nilioanza kuchambua Literature in English pamoja na English language kupitia huu mtandao wa YouTube. E, wanafunzi wengi pamoja na walimu wengi wanaosoma somo la literature in English na wale ambao e, wanafundisha somo la literature in English pamoja na English language wamesikiliza kazi zangu mbalimbali pamoja na Wames mbali mbali, yaani novel short story pamoja na poems kupitia mtandao wa YouTube au Google e, ni kwa sababu tu ya, mapenzi ya Mungu kunipa kipaji hiki cha uchambuzi wa vitabu vya fasihi ili niweze kutoa maarifa pamoja na ujuzi e, nilionao juu ya wanafunzi wanaosoma literature in English pamoja na English language pamoja na walimu wanaofundisha somo la literature in English pamoja na English language e, ili kubadilishana mawazo juu ya kitabu fulani. Hadi sasa naendelea na kazi hii ya uchambuzi wa vitabu vya literature in English pamoja na English language ili kusaidia shule zile ambazo zina uhaba wa vitabu hasa zile ambazo zina eh, hasa zile shule ambazo zilizopo vijijini sana. Eh, kilichonifanya mimi nichambue au nianze kazi ya uchambuzi wa vitabu kupitia mtandao wa YouTube baada ya kwenda shule eh, za vijijini kufundisha na kuona uhaba wa vitabu vya fasihi yani vitabu vya English language pamoja na vitabu vinavyotumika kwenye somo la literature in English, iliniuma sana na kuona kiasi gani shule hizo za vijijini zinaasirika na kuona uhaba wa vitabu, ikaona kwamba nitumie njia pekee ya, ya kuchambua ya kuchambua hivyo vitabu ili mwalimu au mwanafunzi anapokuwa na, na, simu ya kisasa yaani smartphone, anapokuwa anatafuta kitabu fulani akutane na chambuzi zangu pamoja na vitabu vya uchambuzi wa watu wengine na aweze kusikiliza na kupata maarifa kwa, kwa kina zaidi juu ya kitabu fulani. Huo mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja ndo nilianza kuchambua e, vitabu mm. pia ndo huo mwaka nilioanza kufundisha literature in English. pia mimi niliweza kusikiliza E, uchambuzi wa baadhi ya wachambuzi wa kipindi hicho, yani teacher Hassan Lemunje e, alikuwa kwenye chati sana ya uchambuzi wa vitabu pamoja na teacher Black aliyechambua vitabu vichache. Ndio hao wachambuzi ambao walikuwa, e, walikuwa wachambuzi wa kipindi hicho, lakini ndio na wao walikuwa na miaka michache tu, e, kwa mfano teacher Black alikuwa na miaka mitatu tu ya uchambuzi, maana alianza 2018 pamoja na teacher Hassan Lemunje alikuwa na miaka miwili tu ya uchambuzi alianza mwaka elfu mbili kumi na tisa e, pamoja na mchambuzi mwingine ambaye amechambua kitabu kimoja si viwili, anafahamika kwa jina la vitabu online ya uchambuzi wa vitabu vya fasihi kwenye somo la pamoja anua Eh, hadi sasa ninavyozungumzea mimi naonekana nikinala kwenye uchambuzi wa vitabu vya literature, English, pamoja na English language, upande wa Tanzania kwa sababu nimechambua vitabu vyote kabisa vinavyotumika kwenye kidato cha tatu na cha nne, kidato cha kwanza na cha pili, hizo short story pamoja, upande wa I level, yani advanced level, form five pamoja na form six pamoja na baadhi ya vitabu vinavyotumika chuo kikuu nimevichambua kwa channel yangu ya Teacher Kaligo Dotto Njige. E, wenzangu kwa sasa hawajishughulishi e, yani bado wana e, wengine wameacha, wengine bado uchambuzi wao e, wanachambua kidogo kidogo yani, kwa wamepunguza speed ya uchambuzi, ila mimi bado naendelea na kazi hii kwa sababu imeweza kunipatia fursa nyingi sana e, imeweza kunipatia fursa nyingi sana kwa e, kama vile ajira e, nimeanza ni kuchambua nikiwa mwaka wa pili yani, chuo kikuu katika chuo kikuu cha Catholic Mwenge, kiko mko wilaya Moshi, mkoa ni Kilimanjaro. Baada ya kumaliza shule, wadau wengi walinifahamu bado nikiwa, nikiwa chuo kikuu, na wengi walikuwa wanajua kwamba mimi ni mzoefu sana, yani mwalimu kongwe mzoefu katika tasnia ya kufundisha somo la literature in English, nilikuwa bado nasoma pia imenipatia ime, ime, ime umaarufu pamoja na kujua na walimu tofauti tofauti na wadau wengi wa elimu e, na kuona kwamba mimi nimeweza kutoa mchango mkubwa sana na walimu wengi walikuwa wanatafuta na kunipongeza. Nimeweza kuwasaidia e, kwenye somo hilo la literature pamoja na English language, pamoja na wanafunzi wengi wameweza kunishukuru e, baada ya kufuatilia kazi zangu mbalimbali na kuweza kuwasaidia na kufaulu mitihani yao. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, hasasa mwanafunzi au mwalimu unayenisikiliza au e, msikilizaji unaweza kutumia e, kipaji chako ambacho e, Mwenyezi Mungu amekupatia ili uweze kusaidia Watanzania pamoja na ulimwengu kwa ujumla. E, pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia kipaji hiki cha uchambuzi wa vitabu vya fasihi kupitia mtandao huu wa YouTube kwa sababu yeye ndo anayeamua kwamba yeye eh, eh, ndo anayeamua kwamba niwe katika mazingira gani, au eh, niweze kusaidia watanzania wale ambao wanakuwa na, na uhitaji mkubwa sana wa, wa vitabu mbalimbali yaani wanafunzi pamoja na walimu, yaani wadau wa literature in english pamoja na english language. Pia nawaomba eh, watanzania wenzangu mjitokeze yani, mwanze na hii kazi ya uchambuzi, kwa sababu ndio itakutengeneza ajira, itakutengeneza fursa tofauti tofauti, pamoja na umaarufu, ili kutengeneza channel ya pesa, yaesa, yani ya kujikimu kwenye maisha yako ya baadaye. Sitaweza kuacha kazi hii ya uchambuzi, kwa sababu ndio, ndo ilionipatia fursa pamoja na ajira e, kama ninavyofanya linavyofanya saa hizi e, pia kazi e, hii ya uchambuzi wa vitabu vya fasihi yani literature in English pamoja na English language iliibuka sana m baada ya kuacha kuandika mashairi mwaka elfu mbili na ishirini. Mwanzo kabisa nilianza na uandishi wa mashairi mwaka elfu mbili kumi na saba na nikaacha kuandika mashairi mwaka elfu mbili na ishirini baada ya kwenda kwenye kampuni la uchapishaji wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro na kuambiwa eh, kazi ya kuchapisha kitabu inahitaji gharama kubwa sana. Unatakiwa kutoe kopi tano, na pia ulipie gharama za uchapishaji pamoja na maeditor. Nilishindwa, na mimi nilikuwa nachukulia simple kuchapisha eh, kitabu ni vile rahisi tu, na hiyo yikan, ikanikatisha tamaa kabisa ya uandishi wa mashairi. Ndio wazo hilo likaja sasa la kuchambua eh, vitabu vya fasihi kupitia mtandao wa YouTube. E, na pia mtu aliye ni influence aliyenifanya ni nianze kazi ya uchambuzi wa YouTube ni Teacher Hassan Lemunje. Huyu ni kijana ni zanisema, kijana au naweza kusema kijana mwenzangu, mchambuzi mwenzangu wa vitabu vya literature in English pamoja na, na English language. Baada ya kumsikiliza uchambuzi wake, na mimi nikaona kwamba kwa nini sifanye hii kazi ya uchambuzi ili tuwe wengi ili watu wengi wasikilize mawazo tofauti tofauti kutoka kwa wachambuzi tofauti tofauti, ila na wadau wenzangu pia ambao na mimi niliwa influence waanze kazi ya, ya kuchambua pia wengine waendelee na kazi ya kuchambua kama eh, Mr Tingatinga -tinga. Eh, huyu ni kijana kutoka Mbeya pamoja na Legend Bishoza kutoka Kigoma pamoja na Mr Gordon Bayalimo Yohana eh, kutoka Kigoma, hawa walianza kuchambua E, muda kidogo lakini kazi zao zilikuwa bado ziko chini sana, ila waliposikiliza walipo, oh, kazi zangu na kuona eh, kazi yangu zina, zinaenda kwa speed yani kwa kasi, na wao wakabidi waje kwa kasi sana. Kwa hiyo na mimi niliweza ku eh, na wao wa, waendelee na kazi ya uchambuzi wa huo. Ndo mwisho wa historia yangu fupi kabisa ya uchambuzi wa kazi za fasihi yani literature, english pamoja na english language. Asante sana kwa kunisikiliza mimi, ndo teacher Kaligo Dotto Njige, the man of literature and the young african writer, kwa jina jingine anajita the world analyst asante.